Hello, karibu katika chaneli yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video kwa wewe ambaye unahitaji kujisajili katika mfumo wa Ajira Portal ili kuweza kuomba nafasi mbalimbali za kazi zinazotangazwa kupitia Secretariat ya Ajira Portal mwaka huu 2025. Hivyo usisahau na tano, hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza, endapo tutatoa muendelezo wa video nyingine kuhusiana na ajira na namna ya kutuma maombi kwa hiyo mwisho wa video hii, toka mwanzo wa video nyingine kwa, pia tutaandalia video nyingine ya jinsi ya kutuma maombi katika mfumo huu wa Ajira Portal. Leo tutaandaa video fupi kwa ajili ya wale ambao hawajisajili katika mfumo huu wa Ajira Portal. Kwa hiyo, watu wa kwanza, utakwenda katika browser yako, inaweza ikawa ni Chrome ama Google. Utakwenda kuandika address ya mfumo wa Ajira Portal wa ule mfumo wa kutuma maombi, kwa sababu ajira portal na tovuti mbili. Ya kwanza ni kwa ajili ya matangazo ya ajira, na huu ambao tunaingia sasa hivi ni kwa ajili ya kutuma maombi. Kwa hiyo, utaandika portal.ajira.go.tz. Baada ya hapo, utabonyeza enter, ndio itakuleta katika ukurasa ambao awali ulikuwa unaonekana. Kwa hiyo, baada ya kufika hapa, ukiwa ni mara yako ya kwanza, utabonyeza hapa create account. Baada ya hapo utafunguka hii page hapa, ambayo ni form inakutaka wewe ujaze uh, email yako, password ambayo unaitengeneza kama unayo utaiweka, lakini pia uconfirm password. Baada ya hapo hii button itakuruhusu kuweza kutengeneza account kwa si tutaingiza email, mfano email yetu ni rosa boy na tano hiyo at gmail.com taweka kwa sahihi. Na wakati kuna wengine wanaopaste, ukipaste kunakuwa na space kama tunavyoiona. Hakikisha kwamba uache kwa space baada ya hii m. Baada ya hapo utaingiza password zako, utaanza na herufi kubwa neba ni k, alafu utaendelea iwe ni mchanganyiko wa herufi na namba. Kwa hiyo baada ya kuingiza hapo juu utairudia kwa mara ya pili. Kwa hiyo utakapoirudia kwa mara ya pili, hapa kwenye confirm password, hii button ya create account sasa itakuwezesha wewe kuweza kuendelea. Utaibonyeza hii button ya create account, na utakapoibonyeza ita load. Ikisha load account itakuwa iko katika mchakato wa kutengenezwa na itatengenezwa ita, ita. Kwa hiyo baada ya kuwa tayari umeshatengeneza akaunti ili kuweza kujaza taarifa mbalimbali katika mfumo wa kutuma maombi ya ajira, basi utapata ujumbe katika, katika email yako. Kwa kama unatumia simu, basi utakwenda katika ile application ya Gmail, utakwenda kuangalia ujumbe, utapata ujumbe kama huu pata ujumbe kama huu. Imekwenda wapi? Tena haya kuja yo, yo, yo, uh -huh. uh -huh. ni rodi katika hii Gmail yangu, na rodi kwa mtandao kidogo, kwa down subiri kwa sekunde kadhaa, ngoja tunikuonyesha hapa kipi ambacho utakiona. Haya, kwa hiyo baada ya kuenda katika aplikeshon yako ya Gmail utakutana

Activate your account yenye rangi ya blue. Kwa hiyo utakapobonyeza hapo basi account yako itakuwa activated. Kwa hiyo hakikisha sehemu ambayo upo mtandao strong ili kuweza kufanikisha hiyo. Account yako itakapokuwa activated basi utaweza kujaza taarifa zako mfano ni personal details, academic qualification, professional qualifications, kule working experience zote utazijaza. Sasa video itakayofuata tutakuonyesha jinsi gani unaweza kujaza hizo taarifa ili kuweza kuomba sasa ama kusubmit baadhi ya maombi mbalimbali kulingana na taaluma yako. Kumbushe tena, uh, usisahau kusubscribe kwa sababu mwanzo wa video nyingine basi kwa mwisho wa video kama hii. Kwa hiyo ili kuweza kupata notification pale tutakapo upload video nyingine basi itakuwa ni vizuri sana kuweza kusubscribe. Lakini pia jambo jingine, baada ya ku-activate basi utakuja ku-log in. Sawa? Baada ya kuwa tayari umeshafanikishwa ku-activate account yako utakuja kujaza zile taarifa, email pamoja na, na password. Utajaza email na password. Kisha utalogin ndio utakutana na hayo machaguo ya personal details na mengineo. Kwa hiyo video ijayo, tutakuonyesha jinsi gani unaweza kujaza hizo taarifa kwa usahihi ili kuweza kutuma maombi ya ajira zilizotangazwa.